Hello, mambo vipi? Wewe kama ni mwanajumuiya wa kikundi au Amcos yoyote, sisi kama MazaoHub tumekuja na fursa kwa ajili yenu. Unaweza mkasajiliwa kwenye mfumo wa MazaoHub na wanashamba wa MazaoHub akawa anahudumia mmoja mmoja mkiwa kwenye kikundi sasa leo naenda kuonyesha ni namna gani ambavyo bwana shamba anaweza akasajili kikundi au Amcos ambayo wewe upo, ili kusajili vikundi kwenye mfumo wa MazaoHub. Sasa ukiwa hapa kwenye peji ya bwana shamba, utaenda chini, utaona hapa Amcos au vikundi, utaingia kwenye peji ambayo utakuonyesha listi ya kila kundi ambacho umekisajili na unaweza ukakibonyeza ukaingia ndani kuona. Sasa kuongeza kikundi utabonyeza jumlisha, utaona kuna namba maalum ambayo utapewa na mfumo. Sasa utatakiwa uingize jina la kikundi, mfano uvu moja group utaandika nambari ya simu ya kiongozi ambaye anaongoza kwa kikundi au mwakilishi, utasema kipo mkoa gani, wilaya. Kwa hiyo utahifadhi, baada hapo utaona imeongezeka kwenye moja ya listi na vikundi. Sasa fuatilia video ijayo, ili kuona i namna gani ambavyo unaweza ukawasajili wakulima kwenye kikundi husika.